Mama, munapeleka dunia wapi? ibane mundu wa e. ata mubaba akwe mulevi wanamuna gani? akweka kunya pombe wanamuna gani? hatezipendakakowafe mwenyanakunyapombe njo wili manakata mubaba akwe mutaku haezipenda kwe nabibi mutraku sa, yeye, weye mama, weye dada, unajituma kukunya pombe sawa, baba Yeah. Utafikishia maisha kwa wapi dadangu? Unaregelea Mundoa. Mm. Ei, pombe. Hey, sauta unaregelia rege, mbalabala wenjolo menda lala pembeni ya kabalabala si garso ta kuya, ba garso vanatembea na vanagonjwa. Anaenda kuta vitu viko wazi. adirero si njoe vitu vinajipresente. Bwana si anakudame. Unaregrete. Vadada, ebu wana, atapa pale we na muna gani? Kaka Jospe, atapa pale we na muna gani? Hamuta sikeka mbu mbaba rebaki, wajua kulewa. Me mamatu unaleo nangusha wekwembe, bas. Nanjo kukamatiwa? Pale pale na wana kunyambote, wana kunyambote, kila mtu anakuya kuya na pita na endra. Ebu wane garso, sata fanyambotaje pale. Susha lewa ana nyambote eh, ya mejikoda amejikoda si atenda mia bila ke e bwane e, vitu viko kukiana dame, chap chapuchapu iko kukuya tuende. na nenda, dame. Anenda dame anenda ita na mwingine